Nataka ukitokea upande wowote wa jimbo la Welezo ukute barabara ya lami, watoto wa mjini wanasema uwe na mgongo wanisi. Na hii ndio kazi ya daktari Hussein Mwinyi. Tunaposema dokta Mwinyi mitano tena, tunamaanisha kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Tunaposema dokta Samia mitano tena, tunamaanisha kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Ndugu zangu wanawelezi, naomba sana niwaambie kama kuna eneo sahihi ya kupeleka kura zetu ni chama cha Mapinduzi. Tutaendelea kujenga majengo ya ghorofa kila pahala tunapoona kuna haja ya kufanya hivyo. Tumejenga 36 za shule na ishirini na tatu zina 28 zinaendelea tena, sisiemu. Kwa hiyo yeye kama anakerwa na gorofa akitembea mwambieni, atizame chini asitizame juu. Mchagueni Daktari Huseni Mwinyi Oktoba 29. Narudia tena, mchagueni Daktari Useni Mwinyi Oktoba 29. Mchagueni Daktari Useni Mwinyi Oktoba 29. 29, baada ya Oktoba 29 mkimaliza kazi ya kumchagua, spidi inayokuja ya uongozi wa Daktari Mwinyi awamu ya pili kwenye serikali ya awamu ya nane hii spidi yake ni kubwa sana. Miradi inayokuja ni mikubwa mno. Wasipotoshe hawa, sisi tumewashika pabaya na tuko nao, hawatuwaji. Nimwombee kura Mama Samia Suluhu Hassan, nimwombee kura Dokta Mwinyi, niwaombee kura wabunge wote wa CCM, wawakilishi wote wa CCM madiwani wote wa CCM lakini, najua pia kule Kiwani tunao ndugu zetu, wapelekeni salamu, tunamwombea kura Dr. Hemedi. CCM oyee! Changamoto ya maji mie naijua, changamoto ya barabara za ndani nazijua, changamoto za umeme mdogo nazijua. Utaponichagua mie